ajulikana kama Matano Saha Mkoba. Mambo vipi, Musa Munir hapa kutoka Munir TV ndani ya Likoni, na leo basi nimepata fursa ya kupatana na Dallas almaarufu kama anajulikana kama Mwana Duruma, na kama unavyoona basi tutakuwa anatupatia moja, mbili, tatu kusiana na jina lake na uhalisia wake, anatokea wapi na kwa nini akajiita Dallas ke Mwana Duruma. Basi endelea kutegea hapo, usiondoke, anatupa moja, mbili, tatu kali. Mambo Poa sana bro. Mambo shwari? Alhamdulillah. Hey, bana nimeona kazi yako iko fit. Shukran sana bro. Aa, sasa bana mi niko hapa leo nataka kujua jina Dallas Mwanaduruma ilikuwaje kwaje pale? Oh, mimi kwa majina ya baba na mama yeah. Najulikana kama Matano Saha Mkoba yeah. Eh, so Dallas imesimamia kwa Matano kwa sababu kitu chochote ambacho namba tano huwa ni Dallas bila kupinga lugha ya mtano yeah. So mimi nimejipachika hilo jina la Dallas kutokana na jina langu lenye la kuzaliwa jina Matano saa sahay. Na sasa tumeona pale wanajiita Mwana Duruma hii nayo ilikujaje? Kujaje, maana inakaa ina uhalisia fulani ndani yake. Eh, unakuta mimi ni mtu mwenye napenda kuongea Kiduruma tho si lugha yangu, lakini napendelea sana kuongea Kiduruma, so ndo nikajipa jina la Mwanaduruma. Na isitoshe pia kuna baadhi ya watu wenye nilifanya nao kazi wakawa wananita Mwanaduruma thaswai, jina Mwanaduruma likabaki kwa hapo. Okay, so mwana Duruma, yani historia yake ni hiyo na jina la Dallas sasa limekuja kupitana ni jina lako. Lakini sasa Dallas ni ile kwamba jina la mtaa lile sasa ndio imetafsiriwa hivyo, Dallas. Yeah. Yeah. Okay, bana, mimi nimeona kazi yako umefanya na Madundo na tuliona nyingine ulifanya maeneo ya Ibiza pale mkigombaniana sijui mambo ya umanamba, hebu tuambie ilikwaje kwaje uhusiano wenu wewe na Madundo? Eh, kwanza nito shukrani za dhati yeah. Kwa Madundo kwa kuniamini na kunipatia yeah, nafasi katika baadhi ya kazi zake yeah. Mimi siku na ile nilikuwa nimeshikana na rafiki yangu nikimpeleka yeah, akakutane na Madundo ambaye anaitwa Makavele yeah, nadhani watu wengi wanamjua. So kufika kule kuna baadhi ya vitu alikuwa Makaveli ni afanya na Madundo, lakini Makaveli kwa roho yake moja akasema hebu, naomba ujaribu hichi kitu na huyu naona kinaweza kinawezaenda, kwa sababu mimi namjua Dallas uwezo yeah, wake yeah ndo so, ya Mwenyezi Mungu ni mengi nikapatiwa nafasi na ndo nafasi ikawa ishajipa, nikafanya kazi na Madundo. Unajua Madundo wao umeza kichwa so very creative, so ni kitu yenye alikitengeneza na kikaenda, twashukuru alhamdulillah. Okay, kama mlivyosikia jamaa Makaveli bana, shukran sana popote ulipo wewe, ndo bana umeshika mkono jamaa, endelea hivyo hivyo na moyo akupatie Mungu, akupatie moyo huo wa kuendeleza bana. Sasa swali so, lingine bana, mimi nimeona pia ulifanya kazi na Mwatitika. Ndio, nilifanya kazi na Mwatitika. Mwatitika bana hebu tuambie yeye naye ni vipivipi vipi. E, Mwatitika naye kuonana naye unajua Mwatitika ni rafiki wa karibu na rafiki wa kwanza wa Madundo baada ya kuwa nimeshirikishwa kwa baadhi ya kazi na Madundo, Madundo akaona naye asiwe mchoyo wa fadhila naye akamtambulisha kwa Mwatitika. Mwatitika naye baada ya kuona kazi zangu pia akajaribu kunipatia nafasi nijionyeshe kama pia nacho kitu ama sina nashukuru pia nimefanya naye kazi kama si nne tano hata sita zaweza kuwa zinafika. Okay, so hapa kitu ambacho kipo ni kwamba watu wanashirikiana katika sanaa, ndio maana sasa akakushika mkono Makaveli akupeleka kwa Madundo, Madundo naye akashika mkono akupeleka kwa nane kwa Mwatitika. Na pia nimeona ukiwa wafanya kazi na anaitwa Boss Chunare. Hebu tuambie bana, ilikuwaje kwaje maana kuna movie ilitoka na hiyo movie bana ina uhalisia mwingine fulani mkali sana inahusiana na yani, mfanano wake inafanana na, na movie nyingine ilikuwa bongo ya Adama na Hodama. Sasa yenu nyinyi mnaita Odimba. Hebu tueleze elezee, ilikuwaje Boss Chunare, hadi mkapata hii movie ya Odimba. Sasa kimimi, shukrani za dhati nziregeshe kwa Boss Chunare kwa sababu isingekuwa Boss Chunare, labda ningekuwa leo sipo katika tamthilia hiyo. Ila mimi namshukuru sana kwa sababu yeye ni chana, na project napanga ila naomba na wewe uparticipate. Sasa siwezi elezea undani sana lakini maudhui ya Odimba na Adama ni vitu viwili tofauti. Ndio, tupe utofauti hapo ni vipi? Kwa sababu hii inaongelea ufalme, pia ile ilikuwa na ufalme, lakini hii maudhui yake ni tofauti na ile. Na kwa sababu movie imeanza, siwezi nikaiongelea kiurefu, kwa sababu director wa hiyo movie hanipatii mimi nafasi ya kuiongelea kiurefu. Lakini, so, yani kuna mipaka hapo, yapo, mimi ninafungika kwa sababu director hawezi akanipatia nafasi mimi ya kuelezea movie ambayo haijakamilika, lakini ina utofauti. Sasa ni watu waendelee, waendele kuwatch, ku kuangalia na kuitazama hii movie. Yeah. Huko mbeleni itabainika kuwa ni tofauti na Adama, lakini kwa saa hizi ni utamu tu wenye unaelekea, kwa hivyo tuendelee kuenjoy utamu fika pale mazee, support ya jamaa, yani kazi yao ni nzuri sana na mimi nimependa. Ndio maana bana nimepata fursa ya kumhoji mmoja wao na bana, Mwanaduruma, turudi tena hapo. kuna swali moja nataka kukuuliza. <laughs> Nani alikuja na idea ya hii movie ya Odimba? E, movie ya Odimba bila shaka nadhani hii idea ya Shami Bebina akishirikiana na Mr. Eyes, director mwenyewe kwa sababu Mr. Eyes ni director na watu wanamjua ni director mzuri. Ashaitoa tu kazi nzuri hapo awali akiwa Bamburi kule, Bamburi kule Kisauni, Kisauni. So aliyekuja na wazo la lakuwa yotaka kutengeneza series ni Shamibebina, ila Shamibebina pia lazima shike watu ndo swala lake likamilike, ndo akashikana na Mr. Eyes. Mr. Eyes Eyes naye akaona mweke Chunare. Chunare naye akatafuta watu na tunashukuru, alhamdulillah jambo limekaa, na pia uwezo kwa uwezo wa Mr. Eyes na ubunifu na pia uwe, na tuseme, yule anasumbua kichwa sana ni mtu ambaye ana, yeah, think sana yuko yuko yeah, hatua moja yani, yuko, yuko mbele oh, so, yeah. tunashukuru yeye yeah, ndio kila kitu Mr. Eyes. Mr. Eyes bana, umenukuliwa hapa bro, yani uko vizuri sana. Mimi pia nakupa kongole, japokuwa tujaionana wala kukutana. Na sasa katika hii movie, bro mi nimeona mmetoa kitu ambacho ni tofauti kabisa, kwa sababu Likoni ama nitasema Mombasa, sio movie nyingi sana za kuleta ule mwonekano mlioleta nyini, kwa sababu hi mmeleta zile mambo za kizamani, mshaona. Sasa swali ni hije, wewe bali katika ile movie umecheza mecheza pati gani? Mimi katika ile movie nimecheza pati ya ufalme, mimi ndio mfalme, ikiwa Boss Chunare ni mtoto wangu na ikiwa Shamibebina pia ni mtoto wangu kwa hivyo katika huo falme mimi ni baba yake na kina Boss Chunare na Shami Bebina yeah. E, na yeah, hapo sasa umeweka wazi eh bana. Eh, hii movie inaonekana ni moto zaidi ya fire, jamaa msikose kuifuatilia pale. Sasa bana, kwa kumalizia unatuambiaje sisi kama mashabiki wale wanaotazama? Kwa sababu mimi pia ni shabiki wako, na pale nje kuna mashabiki pia zaidi yangu, ushaona. Sijui nawaambiaje. Eh, mimi nawaambia, wajua kitambo mtu awe mtu lazima, lazima kuwe kuna support ya watu e, waendelee ku support Boss Chunare Mr Eyes katika swala hili. Kitu muhimu zaidi ni watu waende wakasubscribe pale kwa YouTube channel ya Boss Chunare. Boss Chunare 001. Boss Chunare 001 at YouTube pale, fika pale subscribe, like, share, na usisahau ku comment. Yeah, alafu mengineyo sasa kuna projekti nyingi zenye zina Cambodia. Yeah. Kwa hivyo hii si project ya kwanza. Kuna project yenye hii tumeanza kuonyesha kuwa tunaweza, ila kuna mazuri zaidi. Kwa hiyo yeah. Watu waendelee kukaa mkao wa kula, sio watu wategeshee, na watu watuamini. Wakituamini tutaaminisha kuwa tunaweza. Ibana, e, jamaa anahitaji support yenu guys, so msichoke. Pitia pale YouTube Boss Chunare at 002, 001. 001. Yeah. Boss Chunare 001 fika pale utaipata hiyo movie ya Odimba sasa, bana Dallas pale, oh. nje bana, pana vijana kama mimi wewe na wengineo wanakutazama daily chana, wana talanta kama yako, lakini bado hawajapata ile nafasi ya kuinuka. Sijui utawapatia maoni gani. Eh, maoni yenye nitawapatia katika hii dunia, mtu haufai usikize maono ya watu sana unaweza kuwa kuna kitu lakini ukaenda ukakirepresent kwa mtu akakwambia, we bado hujafika. Usikatie tamaa, kitu chenye kikondana na nafsi yako, endelea kung'ang'ana mpaka pumzi yako ya mwisho. Na inapofika pumzi yako ya mwisho ukiwa hujaifikia, basi labda kama kuna maisha baada ya kifo utafikia yale malengo yako, ila kuvunjika moyo iwe mwiko mnafahamu uendelee kujituma hivyo hivyo bana, tupe sifa ya Munir TV, unaipatia sifa gani? Unaiambiaje? Mimi nashukuru kwa sababu kupata hii fursa pia na kuhojiwa na Munir TV kwangu ni kama fursa kubwa sana, na kwa kuwa haibagui wala ichagui mtu yoyote, anaweza kuhojiwa. Iendelee kuwa hivyo na isibadilike, naona tunaiombea mafanikio na isibadilike, na, na watu waendelee kupatia support kwa nguvu wakiona video wawe wana comment wana share na pia yani wana kama ku repost pia ili ziende viral, wajua hatua wa moja hufikisha mtu pale mahali kwenye anaelekea. Wenyewe wanasema sijui banzu, banzu, maliza gogo bandu bandu huishia gogo yeah. yeah. Mwaevo. Kwa hivyo mi nashukuru kwa fursa hii na fursa hii ipate mpaka wengine wanaohitaji kabisa brada, yeah, e bana, hapa leo nilikuwa na Mwanaduruma yake yeye unaweza mwita Dallas na ameweza kutupatia moja mbili tatu. Eh bana, tunahitaji support yako pale YouTube, wewe fika pale kwa boss Chunare 001, utaweza kupata movie kali, yani nini kali, ya ndani kutoka ndani ya Likoni na inaitwa Odimba. Akiwemo Dallas pale utampata KZ Lion, boss Chunare na wengineo basi. Mimi nitarudi kwako kusema shukrani kwa kunitazama. Kumbuka hii ni Munir TV. Mwangaza ni wa jamii na unamwelekea kwa kila mtu. Asante.